Rais Samia Suluhu Hassan leo anataraji kuwa mgeni rasmi katika sherehe za maadhimisho ya miaka hamsini ya Jamhuri ya Msumbiji kufuatia mwaliko maalum wa rais wa nchi hiyo, Daniel Francisco Chapo. Sherehe hizo zitafanyika katika uwanja wa Machava, mjini Maputo, baada ya kuwasili jana katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Maputo katika ziara yake ya kikazi ya siku mbili nchini humo. Rais Samia pia atatembelea eneo la kumbukumbu ya mashujaa wa Msumbiji ambapo atatoa heshima zake na kuweka shada la maua kama ishara ya kuwaenzi waliopoteza maisha wakati wa harakati za mapambano ya uhuru wa nchi hiyo na katika hilo Ikumbukwe kuwa Tanzania ilikuwa mwenyeji wa wapigania uhuru wa Msumbiji na kwa kiasi kikubwa ilitoa mchango wa hali na mali kuunga mkono harakati za ukombozi wa taifa hilo. Uh, Richard, uh, Hilda mm. Uh, Tanzania imekuwa na historia kubwa sana na mataifa mengi ya Afrika <clears throat> na si tu Msumbiji. Sasa uh, utakumbuka wakati Msumbiji wanapata uhuru mwaka 1975 uh, uh, wakati huo uh, kutoka kwa Ureno uh, kwe, kwa, uh, uh, Tanzania ilikuwa ni sehemu ya washiriki wa Tanzania uh, kupata ua uh, uhuru. Kwa hiyo Tanzania imekuwa na, na, na, na, na mchango mkubwa sana kwa mataifa mengi kiwemo uh, Msumbiji wenyewe, lakini si tu hivyo Hilda utakumbuka pia Tanzania hii uh, hii, hii ambayo tunaizungumza sasa, mm -hmm. Baba wa taifa uh, Julius Kambarage Nyerere, pamoja na uh, rais wa kwanza wa Msumbiji Samora Machel, na wenyewe pia wamekuwa kwenye ushirikiano wa muda mrefu mpaka inafika wakati Uh, Tanzania anakuwa uh, mwenyeji wa mm -hmm. Msumbiji kupata uhuru uh, mchango wa Tanzania ni mkubwa, kwa hiyo ni mwendelezo tu wa uhusiano Rumuka, na, kama nitakumbuka vyema mwaka 1975 wakati Msumbiji anapata uhuru mm -hmm. uh, Tanzania ilikuwa ni miongoni mwa nchi ambazo alimsaidia Msumbiji kupata uhuru kutoka uh, kwa Ureno uh, sasa uh, mm -hmm. mpaka anapo, mpaka wakati baba wa taifa Rais wa kwanza wa Msumbiji Samora Machel anafariki mwaka 1986 nakumbuka ilikuwa ni ajali ya ndege eh, Afrika Kusini kule eh, Tanzania pia na sisi tulibeba msiba kama, kama wenzetu kama, uh, kama marafiki zetu kama uh, maswahiba zetu, ambapo ni ushirikiano uliojengwa kidiplomasia uh, kwa muda mrefu. Kwa hiyo uh, rais, uh, Rais Samia uh, pamoja na Rais Chapo mm -hmm. wanaendeleza pale ambapo marais ma wa kwanza ama wababa wa taifa mataifa haya mawili walianzisha msingi huo. Mm. Kwa hiyo ni jambo kubwa sana. Kwa uh, binafsi naliona kama uh, ni mwendelezo wa masuala ya diplomasia kuendelea, kwa sababu unaweza kwa nchi ambazo zipo kusini mwa Afrika huku, Tanzania na historia na mataifa mengi, hata msumbi, uh, hata Afrika Kusini wenyewe au Msumbiji ambao tunawataja hivi sasa Hilda, yeah. uh, lakini utakubaliana na mimi pia uh, Upa, u, mataifa mengine kama Zambia na mfano ukiwataja Zambia unazungumza pia mpaka ushirikiano mbalimbali kwenye uwekezaji wa miradi ya kimkakati. mm -hmm. Utazungumza leo hii, tazama ile bomba la mafuta, utazungumza uh, Tazara ambayo inaenda nafikiri mpaka Kapiri Mposhi kule maeneo ya Copperbelt, mkoa wa Copperbelt karibu na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. kwa hiyo Tanzania diplomasia huenda mm. ifike wakati wataje kama baba wa diplomasia. Ipo pia makumbusho ambayo inaeleza historia hii hasa yeah. vile vingi ambavyo vilifanyika wakati huo ikiwemo uh, mikutano mbalimbali mbali, na harakati yeah. hizo ambazo yeah. uh, zilifanywa na waasisi uh, mm. wa mataifa haya Mondlane mm. na Nyerere na baadhi ya yeah. viongozi uh, wengine ambao pia walikuwa wakihusika uh, kwa namna moja ama nyingine. Upo eh, sahihi sana Hilda, unajua, mm. unajua uh, wakati wa kutawaliwa ukiona viongozi wametoa mataifa kwenye kutawaliwa mpaka kupata uhuru uh, walikuwa wanaharakati. Kwa hiyo lazima, uh, wakati mwingine upate haki yako, unahitaji kuwa mwanaharakati. Wanaharakati si dhambi, na ndio maana sasa hivi uh, tunaanza kumtaja kwa mfano rais wa kwanza wa Msumbiji mm -hmm. uh, Samora Machel alikuwa pia mwanaharakati ambapo alipambana kuhakikisha nchi yake pia inapata uhuru pamoja na wenzake, lakini pia baba wa taifa la Tanzania naye mwenyewe pia alikuwa na aina zake e, za harakati lakini e, pia kumwezesha kusaidia na watu wengine e, mataifa mengine ya Afrika ili e, kujikomboa, na ndio tunasema, e, legacy. Na hapo pia ndipo inapokuja Hilda, yeah, utofauti kati ya kumbukumbu na historia na kule eneo la Masonia ipo katika mashauri ya Tunduru, wilaya ya Tunduru mkoani Ruvuma. Kuna eneo moja ambalo walikuwa wanafikia, yasemekana walikuwa wanafikia marais hawa, Samora kina Nyerere na marais wengine wakati huo mm -hmm, kwa ajili ya kukutana mm -hmm, na kufanya hayo mazungumzo mm -hmm. ni eneo kubwa alifahamiki kwa kiasi kikubwa, lakini ni miongoni mwa hayo maeneo uh, ya kihistoria ambayo yalifikiwa mm -hmm. na wanaharakati hao enzi hizo. Hmm. Sahihi sana Hilda, unajua uh, sisi, sisi faida nyingine ambayo Tanzania na Msumbiji tunayo pia ni ukaribu wa kijiografia hmm. Licha ya kuwa wenz, uh, wenzetu Msumbiji wao wanazungumza zaidi uh, lugha ya Kireno uh, sisi tunazungumza lugha ya Kiingereza, Kiswahili, lakini uh, pamoja na Kiingereza kutokana na Uh, tumetawaliwa na kina nani, wao wametawaliwa na Mreno, sisi na mm. Waingereza uh, zaidi, lakini mambo mengine ya kitamaduni ni kama tunafanana. Unajua wale w, uh, wakazi wale wa kwanza kwanza wa Msumbiji walikuwa wunaelezwa kwa wao ni uh, wawindaji, wakulima, shughuli ambazo Tanzania pia tunazifanya, kwa hiyo tuna mfanano wa baadhi ya tamaduni mm -hmm. uh, kwa hiyo uh, Haya, tunayoona ni mwendelezo, na navutiwa na kuona viongozi hawa wa sasa wanaendeleza diplomasia ambayo ilianzishwa, iliasisiwa mm -hmm. E, kwa hiyo ni jambo kubwa. Sasa naamini hakuna rais hata mmoja ambaye anaweza kukubali e, historia nzuri ya kuvutia ambayo ilianzishwa miaka ya nyuma huko e, ikafia kwake. Kwa hiyo mm -hmm. mimi napongeza, napongeza Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan e, pamoja na Francisco Daniel Chapo. Uh, kuendelea uh, wanasema kumaintain kuendelea kuhakikisha uhusiano huu unaendelea uh, kuimarika na kuendelea uh, zaidi kwa hiyo Msumbiji na Tanzania naamini wataendelea kuwa karibu zaidi na kupiga hatua zaidi kwenye ushirikiano wao. Naam, na tutaendelea kujuza pia kile ambacho kitajiri katika ziara hiyo <coughs> ya, ya rais Samia na sasa tukamilishe hivyo.